Habari mpendo wangu wa kipindi cha Pika na Saumu. Karibu tena kwenye kipindi chako pendwa cha Pika na Saumu. Na leo recipe yetu ni ya kachori jamani. Kachori. Kama mnavyoviona hapa kachori zetu hizi hapa. Hizo bado tunaendelea okay, yeah, kumalizia malizia hapa. Je, unajua kachori hizi zinaandaliwa vipi? Makini kanami mwanzo mpaka mwisho. Kwanza kabisa jamani, vipenzi vyangu kabisa, kama mnavyoona hapa, tunaanza tunamenya viazi vyetu tunavikatakata kama hivi jamani, unaweza wengine wanaikaga vizima vizima, lakini mi napenda kukatakata ili kwenye kuponda iwe rahisi. Kwa hiyo hapa tunavikatakata kama hivyo, alafu tutabandika jikoni. Nona, vipenzi vyangu, tumechemsha hapa viazi vyetu tayari vimeshaiva, tumevichuja maji, tutaponda. Kwa hiyo hapa tunaponda kawaida, unaona paka. Ndio hivyo tushavisaga viazi vyetu sasa, tunatia ndimu kama hivyo hapa, tuna karoti ambayo tumeisaga na pamoja na kotimili, tutachanganyia pamoja sasa. So, tunavuruga, tunaanza kutengeneza duara zetu kwa ajili ya kwenda kuchoma. Naona vipenzi vyangu, sasa so, ndo tumeanza kuviringisha hapa, baada ya kuchanganya mchanganyiko wetu kama hivyo

na ndio kama hivyo, iingie ngano yote afu okay. Tunaeka afu taepata moto sana uh...

Naona, vipenzi vyangu, hizi ndo kachori zetu hapa, ziko tayari kabisa, ni nzuri, ni tamu. Unaweza ukajaribu kufanya nyumbani. Ehe, kama mnavyoiona kama hivyo, ni tamu sana sana sana sana, sana, sana. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho Usiache kusubscribe chaneli yetu ya Pika na Saumu kwa mafunzo zaidi, lakini pia tuna kitabu ambacho tunakiuza kinaitwa Pika na Saumu kwa mapishi zaidi, lakini pia tuko hapa Dodoma kwa ajili ya kukufundisha chakula chote ambacho unahitaji hapa vyeyula. Tukifika Dar es Salaam tutakupa taarifa. Karibuni sana, asanteni, kwaherini.